Anaitwa Ramadhani Mishe. Asali ndio tupata kwamba ni hiyo oh, ili chafu lo mwaga jana, kutokana na ujenzi wao wa barabara. Kwa hiyo ndio mvua ya alfajili imemwagika ikaingia kwenye viumba, pia inachochangia ni mtaro, kule kulikuwa na mtaro, kwa hiyo maji yalikuwa yanapita. Tuko hapa miaka mingi, hajawahi kuingia ndani hasa hivi, toka tengeneza barabara ndo maji yanaingia ndani. Ndo asali liotuputa sisi kwa leo, kama unavyoona hapo biashara ndio ishaharibika, ina madeni ya watu maona vitu vimeharibika ndio changamoto tulopata leo pale, asilimia uh, nyingi zilibika ni nguo za wateja vitambaa, mashine zile pale zimeharibika mbili, eh, ndio hivyo vine asili ha? Nani ombi langu, ombi langu sisi tunataka tusaidiwe kwa ama, sisi wengine tuna madeni, na maana mteja hawezi kukuelewa na asilimia nguo zilizoharibika ni nyingi, umeona ni gharama pia nyingi. Kwa hiyo inachotakiwa sisi tusaidiwe, watutengeneze barabara, tuweke mitalu mikubwa, miundo mbinu iwe mizuri, maana kama changamoto imetokea hivyo, kuna kesho pia itarudia tena. kwa muda niko hapa muda niko hapa miaka kwa sababu toka 2011 hadi leo mvua imenyesha ni saa kumi na moja alfajiri. hey, hey. Yaani mpaka sasa hivi wamekuja tu viongozi, diwani senani, mwenyekiti, mtendaji, na wameangalia angalia hapo, wametuambia tuangalie gharama, hatujajua hatimaye itakuwaje. Suleiman Maneno, mkazi wa Vingunguti, faru tawa faru. Sisi tumeasilika kwa mvua hizi zilizoanza kunyesha, hususan kama leo saa kumi na mbili kasoro hivi, ikiwa kwamba mvua imenyesha, mimi nimetoka, nilikuwa msikitini lakini cha ajabu kwamba nikaona napigiwa simu na mke wangu. Nikamwambia, bwana rudi haraka sana, huku mvua imeleta maafa maafa. Eh, ni kweli, nikaja hapa nikakuta ndani ya nyumba humu maji yamejaa kote. Tatizo la mvua kunyesha sio tatizo, ila tatizo mkandarasi wetu alikuja bila ushauri wa, wa kazi sisi, kwa sababu aliuziba mfereji mkuu wa kutoa maji juu huku faru juu kwenda huku chini hapa chini kuna m mtaro kama ule unavyouona pale, kuna mko, pale wameweka chemba pale ya kwenda, ya kupitisha mtaro mkubwa wa maji. Sasa yeye aliuziba huu mtaro huu mfereji kutumainia kujenga ki, nani, barabara kiwango cha lami. Sasa akauziba ule mfereji, sasa tukamwambia wakati huo unapouziba unapokuja mvua inawezekana maji yakatusumbua ya kutusikia. Na ni kweli Mwenyezi Mungu leo kashusha neema yake, baada ya kushusha neema yake, basi maji yakakataa kwenda kule alipoziba, yamerudi huku majumbani kwetu. Tumeasirika kweli, mmo ndani, kuna vitu vimeharibika, redio zimeharibika na magodoro yameharibika, vifaa vya watoto shule vimeharibika. Mwito wangu mimi kwa serikali waangalie kwanza wakandarasi na, na wanapokuja wakandarasi hususiwa kwamba wakaguliwe wana uwezo wa aina gani, na wanapokuja wakandarasi waangalie ushauri wale wakazi wa pale, kwa sababu sisi ndio tunapokaa, kama mimi nimekaa humu nyumba hii na chini ya miaka kumi na mbili, lakini sijapata adha kama hii. Lakini kweli maendeleo yamekuja kuniletea maendeleo kurudi nyuma, sio kuenda mbele. Kwa vile labda pengine inawezekana nikaangalia kwenda kulala msikitini, kwa sababu hapa karibuni kuna msikiti na mimi ni Muislamu, basi inawezekana wakanipokea kimfano. Kama sasa hivi nimetoka kujisafisha hapo hapo msikitini, maguo yangu yako huko nyuma machafu, nguo za kujifunika huko chafu, godoro limelowa huko, liko nyuma basi nitaenda baadaye nikitoka kwenye ni miangaiko yangu, sababu sasa hivi ndo naondoka kwenye miangaiko yangu, narudi hapa labda saa mbili saa tatu. Lakini kabla sijaondoka, nitakwenda pale alasiri, nitaonana na uongozi, nitawaambia kama kuna hifadhi nitaenda kulala e, kama hakuna basi itabidi nilale mapambawazi wazi. Na isitoshe vilevile tushamwambia mnanii injinia, alikuja hapa nikamwambia, bwana, nyumba hii unaiona, kwa sababu huku sisi tunaasilika na milango hii, sasa tunaomba msaada wako kidogo, utuwekea hata kijikuta cha matofali mawili mawili, ili mradi kuzuia maji sasa sijui kama atatekeleza ama vipi, ndo kaitikia mwito tu kaondoka. Lakini sasa hivi sioni dalili yainayote kuletwa mchanga au tofali kuziba, na kama unavyoona juu huko mawingu yanaanza kutanda. Mungu ndio mwenye kujua, anawezekana akashusha mvua muda wote, tukaja kuasilika tena tukapakuwa. Naam, mimi nitamwambia kwanza kwanza, kilio changu kinakuwa kwa wakandarasi kama hawa inamaana kwamba wanapokuja wakandarasi, hata kama wanao uwezo lakini, kwanza wasikilize wale wananchi wanavyomwambia bwana, hapa kuna moja mbili tatu, na yeye afuatilie sasa. Yeye akichukua ile diploma yake ya kusema kwamba mimi nimesomea, atakuwa amekosea. Mfano wake tumemwambia pale lile kalavati pale yu... ile daraja pale kwenye kupitisha maji pale kwenye... Tukamwambia, hii unaoitoa hili ni kubwa, lakini wewe unaleta hivi vidude vidogo vidogo, na isitoshe, huu mfereji usiuzibe. Akatuona sisi wakata mafenesi, hatujui lolote. Basi leo mvua imekuja imeleta mekut... mafaa yake sijui sisi yeye na nani zaidi. Pole sana. asante sana